Watu wengi sana wanajiuliza kwamba ni kwa nini sasa hivi watu wanafunga harusi kubwa lakini ndoa zao hazidumu. Cha kwanza mimi ninaweza kusema kwamba kitu kibaya kinachojitokeza kwa mabinti wengi sasa hivi ni kwamba mke anatekwa na bibi harusi, yaani wanawake wengi hawajui kwamba baada ya harusi kuna maisha ambayo yeye anatakiwa kuwa mke, hatakiwi kuwa bibi harusi tena. Ule ubibi harusi unaishia ile siku moja tu. Baada ya hapo kuna maisha ya ndoa ambayo mnaenda kuishi zaidi ya miaka sitini. Wewe na huyo mwanaume umejipanga vipi kwenda kuishi kwenye maisha ya ndoa? Sasa hivi wanawake wengi wanatumia muda mrefu sana kujiandaa kwa ajili ya sherehe zao, lakini hawapati muda wa kujiandaa kwenda kuwa wake na kina mama kwenye nyumba zao. Binti anakaa kwenye grupu la, la sendiofu yake kwa miezi mitatu au miezi minne au miezi sita kabisa Wanajadili siku ya sendiofu yake itakuweje, sherehe itaanzia wapi kwenda wapi, atavaa nini, sare zitakazotumika, keki itakuweje, lakini hapati hata muda wa kumchunguza vizuri akamjua kiundani mwenza wake, kwamba huyu mwanaume ninaenda kuolewa naye ni mtu anayetaka nini kutoka kwa mwanamke, kipya atakachokipenda zaidi kwangu. Hapati muda huo, anakaa kwenye grupu la sendiofu, wanamaliza wamepanga sherehe, imeshapita hajapata hata muda wa waku, kujiuliza kwa wazazi au aidha watu wake wa karibu kifamilia, kwamba jamani, mimi maisha baada ya sherehe, nikishamaliza ile harusi, kwenye ndoa anaenda kuishije, ili watu wakufundishe. Unajua, zamani wanawake wengi walikuwa wanafungwa mshipi wa uvumilivu kabla hawajavikwa pete, lakini sasa hivi hiyo haipo kwenye familia nyingi. Mwanamke anaenda tu kuolewa, lakini hafundishwi vitu ambavyo inatakiwa avifanye baada ya sherehe, kwamba kwenye maisha sasa utaenda kuishi vipi. Anatoka kwenye hilo grupu la send off, anaingia kwenye grupu la harusi, vikao vya kamati vinakalika, vikao kumi vikao kumi na tano, lakini kumbe binti hajapata hata wakati wa kukaa vikao vya yeye kutaka watu wamfundishe kwamba aende kuwa mke wa namna gani atakapomaliza harusi. Watu wanakuja kwenye harusi wanaserebuka, keki zinakatwa, watu wanakula wanasaza, champagne zinafunguliwa. Lakini maisha ya ndoa haya ambayo utaenda kuishi miaka stini ni maisha ya watu hawa wawili. Lakini mabinti wengi, matokeo yake sasa hivi anapenda tu avae shela, apendeze, apige picha nzuri, awe na harusi ya gharama, kila mtu aseme yule binti aliolewa kwenye harusi kubwa, watu walikula wakasaza, lakini anasahau kujipanga yeye kwenda kuwa mke kwenye ndoa yake. Sisi wanawake ndio nguzo kwenye ndoa zetu. Unatakiwa uwe na heshima, unyenyekevu, uvumilivu na utii, japokuwa nitakwambia kwamba uvumilivu uwe ni ule wenye kiasi. Lakini huo uvumilivu wenye kiasi nani atakufundisha usipojiuliza kwamba hivi ni vitu gani vya kwenda kuvumilia na vipi ambavyo inatakiwa mimi niombe msaada? Hupati huo muda Matokeo yake mabinti wengi unakuta hata anapopitia jambo dogo tu ambalo ilitakiwa avumilie anashindwa kukaa, kwa sababu wewe uliishia tu kujipanga kuwa bibi harusi, hukujipanga kwenda kuwa mke mwanaume. na yeye vilevile, unakuta naye hajajipanga kwenda kuwa baba siku ya umewekeza sana kwenye harusi, watu wanaingia mpaka madeni. Kuna watu wakishafunga harusi, wamemaliza kwenye ndoa, wanaanza kugombana mwanzoni kabisa kwa sababu ya madeni ambayo amejitokeza kwenye sherehe yao, anadaiwa huku, anadaiwa huku. Mwisho wa siku, mke akisha kuja kuona maisha yamekuwa magumu, anashindwa kustahimili. Mwanzoni mwandoa tu, maisha yamekuwa magumu, anaona hapana, mimi haya maisha siyawezi, kwa sababu sasa hivi watu wanasema kwamba uvumilivu ni kama utumwa. Hapana, mimi nakwambia, kuna baadhi ya vitu ambavyo we mwanamke unatakiwa uvivumilie Tusi, tusi, tusihubiliane kwamba watu tusiwe wavumilivu kwenye chochote. Mwisho wa siku basi ndoa hazita kuwepo, hakutakuwa na ndoa, watu watashindwa kuvumiliana. Kuna vitu ambavyo watu inatakiwa wavumiliane eh? Mabinti wa zamani walifungwa mshipi wa ustahimilivu, mshipi wa uvumilivu kabla ya kuvikwa pete kwenye vidole vyao. Sasa hivi binti anavikwa pete kwenye kidole chake, lakini ndani hajajiandaa chochote ndani ya moyo wake kwenda kuwa mke. Yeye ameishia kuwa bibi harusi, hajui hatua inayofuata baada ya sherehe. Niseme kwamba harusi ni kama kivuli, ndoa ndiyo mti wenyewe. Sasa kwenye ndoa unaenda kuwa na zaidi ya miaka sitini huko, unaishi na mtu, umejipangeje kwenda kuwa mke kwenye mji wako? Na kama unavyojua, sisi wanawake ndio msingi wa ndoa. Haimaanishi kwamba tunatelekezeana hapana. Lakini je, wewe, kabla ya kufunga hiyo harusi, kabla ya hiyo sherehe, ulipata muda hata wa kumuuliza huyo mwanaume kwamba maisha yetu yataenda kuweje baada ya hapa? Usikonsentreti kuangalia harusi tu, harusi lile ni jambo la kijamii, ni jambo la watu wote, lakini huku ndani maisha, inatakiwa wewe sasa uwe mke. Ule ubibi harusi uishie pale, huku ndani ukawe mke, mnaenda kuishi wawili sasa. Umejipangeje kwenda kuvumilia changamoto, misukosuko utakayoipitia? Umejipangeje kutambua vitu vya kwenda kuvumilia na vingine vya kuomba msaada? Matokeo yake wanawake wengi sasa hivi wanavunja ndoa zao kwa vitu vidogo vidogo kwa sababu hawajajipanga, yaani yeye aliishia tu kujifunza kwa ajili ya harusi. Hajui maisha baada ya harusi inatakiwa kaishi vipi. Inafika mahali kitu kinajitokeza tu kidogo, na hizi kelele zinazoendelea mitandaoni, watu wasivumilie, mnawafundisha watu uvumilivu na nini, inaonekana kama tunawafundisha utumwa, watu wanavunja ndoa zao. Sio kweli kwamba hutakiwi kuvumilia kila kitu. Tukiamua kuongea hili, tutadanganyana. Sasa hivi kuna watu tunafurahia pengine kwenda kwa wazazi, una baba na mama wote wapo. Wangekuweje kama na wao wangevunja ndoa zao kirahisi, kama na wao wangevunja ndoa zao kwa mambo madogo madogo kwa mambo ya kijinga kijinga, kwa sababu mimi naamini kwenye ndoa kuna vitu vingine ni vya kijinga kijinga, mtu inatakiwa ustahimili. Watu sasa hivi wanavunja ndoa kwa vimeseji, huo ndio ukweli. Watu wengi sana wanapinga, wanasema hapana, hakuna mwanamke mjinga anayevunja ndoa yake bila sababu, lakini wapo, tunawasikia wengi tu. Ameona message ambayo hana uhakika nayo, hana uthibitisho nayo, anavunja ndoa yake, matokeo yake kumbe haikuwa na undani wa kiasi hicho. Wanaume wanabaki kwenye maumivu kwamba wamegharamia sherehe kubwa, wanawake wameenda, hawajakaa, wanaume wanabaki kwenye dipresheni. Unawekeza kiasi kikubwa cha pesa, unawekeza nguvu zako zote kutaka huyu mwanamke ufunge naye ndoa, mwisho wa siku anaondoka kwa kitu kidogo. Na wewe mwanaume umejipangaje kwenda kuwa baba kwenye familia yako? Isije ikawa na wewe unawekeza nguvu kwenye ile sherehe ya harusi lakini hujui kwamba utaenda kuwa baba vipi kwenye nyumba yako. Utaenda kumtriti vipi mke wako? Utayabeba madhaifu gani ya mke wako? Kwa sababu hakuna mkamilifu, tusidanganyane kwamba kwenye maisha ya ndoa tuingie kwamba mwanamke peke yake anatosha. Na wewe pia inatakiwa ujifunze namna ya vitu vingine vya kustahimili kwa wanawake, kwa sababu na sisi pia tuna viusumbufu vyetu vingi. Hatuwezi kuwa kama malaika. Mwanamke hawezi kutoa mema tu, kuna wakati naye pia atatoa mabaya vile vile na we umejipanga vipi kuyachukulia hayo madhaifu mwisho wa siku? Na wewe usipojipanga, utaanza kumchukia huyu mwanamke mapema kabisa mwa ndoa yenu. Maisha ya ndoa yanahitaji ushirikiano wa nyinyi wawili lakini matokeo yake nyinyi wawili mna, mnashirikiana kuijenga harusi, hamjui hata ndoa yenu mtaanza kuishi vipi. Ndiyo maana siku hizi watu wanafunga harusi kubwa na za kifahari, hazifiki popote, mabinti wanavunja ndoa zao mapema kabisa na hasa hasa, mimi naweza kusema, sio kwamba sio kwamba nawakandamiza. Jamani, wanawake wenzangu, mara nyingi sana mmekuwa mkinilaumu kwamba nawakandamiza. Sio kwamba nawakandamiza, ukweli ni kwamba sisi ndiyo msingi wa ndoa. Sijamaanisha kwamba sisi ndio tunai, tunaibeba ndoa nzima. Kweli jukumu la, la, la kujenga ndoa ni la kwetu wawili, lakini msingi imara ambao utasababisha ndoa idumu zaidi ni nini? Mwanamke. Hilo jukumu hatuwezi kulikataa, hatuwezi kulipinga, ndio iko hivyo. Sasa wewe umejipanga vipi? Hampati hata muda mfupi wa kudiskasi na huyo mwenza wako kabla mjaingia kwenye ndoa kwamba eh, Kwa he, tutaishi vipi? Unapenda nini upendi nini? Hakuna, ni muda wote kuchati, mnafurahiana, mna, mna, mna mnajadili kuhusu hiyo harusi. Hakuna anayekumbuka kumuuliza mwenzie kipi upendi kipi unapenda, una tabia za namna gani, hata kuchunguzana tu eh? Unaingia kwenye ndoa hujui kama mumeo hapendi nini, unaingia kwenye ndoa hujui mkeo anafurahishwa na nini. Mwisho wa siku, mnaanza kutendeana ovyo ovyo, ndoa zenu zinafika mwisho. Wanawake wanaona vitu vidogo, wanavunja ndoa zao. Harusi ni sherehe ya siku moja, ndoa ni zaidi ya maisha. Mna maisha marefu sana mkiwa pamoja, mmejipangaje? Tusijisahau tukaishia tu pale kwenye harusi, tunasherekea na kuserebuka, lakini ndani huku twende tukashindane kwenye mambo madogo, kisha tuvunje ndoa zetu.